Aliingia uwanjani akibeba filimbi na daftari la haki, lakini aliondoka uwanjani akiwa mzoga wa hasira za mashabiki. Hii si sinema, hii ni hadithi ya kweli ya Patrick Ngalamulume, mwamuzi wa soka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeuawa kikatili. Najua pengine unaweza kujiuliza, je, soka lina thamani kuliko uhai wa binadamu? Ungana nasi, hii ni Anwaary Tv. Patrick Ngalamulume alikuwa mwamuzi maarufu mwenye nidhamu kali aliyezaliwa na kukulia mjini Bukavu mashariki mwa DRC. Alianza kazi ya uamuzi rasmi miaka ya elfu mbili na kumi baada ya kuhudhuria mafunzo ya uamuzi yaliyoendeshwa na shirikisho la soka la DRC, Fekofa. Alijitambulisha haraka kutokana na uelewa wake wa sheria za michezo usawa katika maamuzi na uthubutu hata mbele ya mashabiki wa korofi. Aliwahi kuchezesha mechi za ligi ya juu nchini humo pamoja na michezo ya kombe la Kongo. Aliheshimiwa na wachezaji wengi waandamizi nchini humo. Hakuwa maarufu tu kwa maamuzi yake ya haki, bali pia uwezo wa kuzituliza mechi zenye joto la ushindani mkubwa. Lakini isivyobahati, usiku wa Mei sita kuamkia Mei saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano Patrick alinaswa na umati wa watu waliodai kuwa alikuwa amesababisha timu yao ipoteze mechi. Kwa sasa haijathibitishwa kama alikuwa amechezesha mechi hiyo, lakini hisia za mashabiki zilimtangaza kama adui wa umma. Alipigwa risasi na kabla hata ya uhai kutoka mwilini mwake, alichomwa moto mbele ya watu. Tukio hilo lilinaswa na kamera za simu na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii likitikisa dhamira ya wanamichezo na viongozi wa soka duniani. Shirikisho la soka Afrika, CAF, lilikemea tukio hilo kwa maneno makali, likitaja kama aibu kwa soka la bara la Afrika. Sauti ya FIFA nayo na ilisikika ikiomba uchunguzi wa kina na haki itendeke. Hadi sasa watu kadhaa wanashikiliwa na polisi wa DRC kuhusiana na tukio hilo. Najua pengine unaweza ukajiuliza pia, Tanzania inajifunza nini kutokana na hayo? Katika soka la Tanzania bado tunakumbuka matukio ya mashabiki kuvamia uwanja au kuwashambulia waamuzi baada ya maamuzi yanayoonekana kuwa tata. Tukio la Patrick linapaswa li kuwa kengele ya tahadhari. TFF inapaswa kuimarisha ulinzi kwa wa waamuzi, kutoa elimu nidhamu kwa mashabiki na kuanzisha kampeni maalum ya soka bila vurugu. Patrick hakuwa adui wa mashabiki, mwamuzi si adui wa timu. Mwamuzi ni mshiriki wa haki. Kifo cha Patrick si pigo kwa familia yake, bali jeraha la moyo wa soka la Afrika. Aliingia katika mchezo huu kwa kusudi la kulinda sheria na aliuawa sababu hiyo hiyo. Leo tunamkumbuka si kama mwamuzi bali kama muhanga wa mfumo unaoshindwa kuwalinda mashujaa wa uwanjani. Makala haya yameandaliwa na kusomwa nami Abubakar Maalul, na hii ni Anwaary TV.